Tupo hapa kijiji cha Igowole Mafinga, kwa ajili ya shughuli maalum inaitwa kijiji day. Tupo hapa kwa ajili ya kuwahabarisha wananchi, wana kuambia wateja wetu huduma ambazo tunatoa, lakini pia na ufunguaji wa akaunti, na wenyewe tunatoa na elimu mbalimbali juu ya matumizi na utunzaji wa fedha na namna ya kutumia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye mabenki. Kwenye hii kampeni tunakuwa tunauza bidhaa mbalimbali za bima, kwa mfano bima ya vyombo vya moto, kuna bima za maisha, bima za mashambani na bima zingine. Tumeanza tukafanya jogging kama, eh, kama sehemu ya kuimarisha afya kwa sababu biashara au shughuli yoyote inahitaji afya, na sisi hicho kama NMB tunaamini hicho, na ndio maana tumeweza kusapoti hizi timu za, za, nani za mipira. Tumefanya michezo mbalimbali, na hapo kama unavyoona, tumetoa jezi, tumetoa mipira, na tumeweza kutoa sapoti mbalimbali kuakisha kwamba tunahamasisha michezo ambayo ni afya kwa ajili ya nishati safi, kutunza mazingira. Kwa kuwa ni wadau wetu muhimu, tumewaita na wao hapa kuja tushiriki wote kwa pamoja, tukihamasisha kasa kwamba tutunze mazingira kwa, kwa sababu mazingira haya ambayo tunatunza ndio yanatupa afya njema. Tumekuwa na zoezi maalum kwa ajili ya upandaji wa miti ambao tumepanda miti mbalimbali, lakini hii ni, hii ni mfano kwa maana kwamba tunahamasisha wananchi na wadau wote kwamba tupande miti ambayo ndio chanzo kikubwa cha oksijeni, hewa safi tumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo zote kwa ujumla wake zinalenga kuleta huduma karibu sana na wateja wetu, na hii kimsingi ni kwa sababu tunaishi kauli mbiu yetu ya NMB, karibu yako. NMB Bank karibu yako.